Yes, ni siku nyingine ambayo tunakutana hapa, mtazamaji wa Dimba Live na Star TV, tunaenda kujadili masuala mbalimbali, hasa uibwaji wa vipaji Tanzania. Tumeona vijana wengi wa Tanzania wakipata nafasi nchi mbalimbali Afrika, lakini nje ya Afrika pia, barani Ulaya. Sasa tupo na watu ambao wamecheza mpira kwa mafanikio. sasa hivi ni kocha yeye, atatueleza kwa kina kabisa utofauti wa zamani na wa sasa, lakini pia vijana kwetu, tuna vipaji vya kutosha au hatuna vipaji vya kutosha? Kama tuna vipaji vya kutosha, wapi ambapo tuna feli zaidi. Kocha, habari yako? Salama bwana, habari ya kazi. Mimi nakufahamu kwa majina kwa Tanzania wengine huenda walikuwa na kusikia kipindiko TV hazijina mm. yako mimi kwa majina naitwa Sekilojo Chambua mchezaji mm. wa zamani wa Dar es Salaam Young Africa na timu ya taifa ya Tanzania. Sasa hivi yupo Mwanza kwenye na. zoezi la mm. kuibua vipaji kupitia safari. mm. Zoezi lipoje? na vijana ambao wenye vipaji wanakutazama sasa hivi wafanye nini ili wawe sehemu ya miongoni mwa vijana ambao wanaweza kupata nafasi. Kwa, nafasi hii. Kwanza nichukue nafasi uh, hii kuwapongeza na kuwashukuru sana TBL kwa kuleta uh, programu hii ya, ku, ya kuibua na kusaka vipaji visivyojulikana katika mikoa yetu ya Tanzania kwa sababu uh, vijana wanapata fursa nzuri ya kuweza kutoka. Tukumbuke kwamba mpira uh, ili ufikie malengo lazima upate platform nzuri. Na kwa taratibu za hapa kwetu Tanzania palikuwa na utaratibu mbovu. Hatuna akademi nyingi ha, hakuna sehemu ambayo ni rahisi kwenda ku, ku, ku, ku, kuonekana. Sasa TBL wamekuja na mpango huu mzuri ambao tuko kwenye season ya pili sasa hivi. Wanawafata vijana mikoani kama ambavyo tulivyokuja hapa Mwanza. Sasa mimi rai yangu kwao ni kujitokeza kwa wingi, wafike pale Nyamagana stadium, waje watuonyeshe kitu ambacho kiko kwenye miguu yao, kwa sababu mpira ni biashara kubwa hii sasa duniani, na wa vijana watapata urahisi wa kuonekana, kwa sababu TBL imewafuata, lakini watapata wamepata hii njia ya kutoka kwa maana ya kwamba sasa kama mtu alikuwa na matarajio ya kucheza e, mpira katika klabu kubwa za Tanzania au klabu kubwa za nje kama ambavyo wamefanya wakina Samata, sasa njia imeletwa na TBL. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi, wasipanie hiyo kesho, waje wa, wa, waonyeshe wana kitu gani katika miguu yao, alafu sisi tutaweza kuwachagua kwa namna ambavyo tutakavyoona kwa hiyo niseme tu kwamba ni jambo moja muhimu sana ambalo litaisaidia serikali hata maendeleo yote ya, ya, ya, ya soka katika nchi yetu. Kwanza tukumbuke sasa, Tanzania mwaka huu tunaandaa fainali za CHAN lakini 2027 tutakuwa tunaandaa pia fainali za AFCON. Kwa hiyo hii yote ni, ni, ni njia ambayo itawapa hamasa vijana ambao wanaibukia hivi sasa ili kutimiza ndoto zao. Msimu uliopita nilikuwepo kwenye haya mashindano, niliona vijana wakikamiana sana, injuries zilitokea nyingi sana, lakini msimu huu mmeanza mbea. Hii ni sehemu ya pili. Kuna utofauti gani mnatarajia kuona? Kile ambacho kilichotokea mwaka jana na mwaka huu, tutegemee utofauti? Yeah, kwanza, hata kabla ya kuanza hiyo bonanza letu la kesho, uh, lazima tukae nao, uh, at least kuwapa elimu ya kwamba sisi hatuji hapa kushindana, hatuji hapa kuchezea na rafu uh, tumewaleta nyie waonyeshe uwezo wao, waonyeshe vipaji vyao wao. Alafu sisi tuwachague tuwa kwa hiyo tutajaribu kuwapa kuwa elimu hiyo ili kupunguza hizo injuries ambazo zilitokea katika msimu uliopita, na, na, na kuwafanya waje waone kwamba ha, tumekuja hapa kuonyesha kile ambacho tunacho ndipo ndicho kitakachosaidia sisi kuchaguliwa. Kwa hiyo tuta, tutafanya hivyo ili kupunguza hayo matatizo ambayo yametokea katika msimu uliopita. Kipindi unacheza tunasema, mlikuwa mnacheza gizani watu tulikuwa tunawasikia kwenye redio kuliko kuwaona um, kwa sasa hivi tunapata nafasi wachezaji wengi sana kuonekana. Kampeni zimekuwa nyingi sana za kuibua vipaji. Unaliona wapi soka la Tanzania baada ya miaka mitano mbele? Ah, tutapata maendeleo makubwa. Kwanza ni kupata wachezaji wengi, kwa sababu kupitia program hii ya Safari Laga Cup naamini kwamba tutapata vipaji vingi ambavyo vitaibuka. Unajua ni jambo moja muhimu sana kuibua vipaji vipya na ndio programu inavyosema. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba tutapata vijana wapya tutapata wakina Mzize, tutapata wakina Mzizi, tutapata wakina Simon Msufa wapya na hatimaye tu tuna tuna, tuna timu bora ya ya taifa la Tanzania na kufanya vizuri lakini kubwa zaidi ni kubadilisha maisha yao. Tukumbuke kwamba wachezaji watakapotoka mpira wa sasa unalipa tofauti na kipindi chetu. Kwa hiyo nadhani ni ni njia rahisi sana ya wao kuonekana kuliko ambavyo sisi tulivyokuwa tunaonekana kipindi cha nyuma. Uh, tukiangalia sasa hivi ligi ya Tanzania ni moja kati ya ligi ambazo zinafuatiliwa sana, yaani zamani ilikuwa ni ngumu sana kuona watu wanabishana masaa yote kuhusu mpira hasa mechi za kawaida. Lakini sasa hivi tunaona hata timu ndogo zinafuatiliwa. Na ligi yetu imekuwa na changamoto nyingi sana ambazo sasa hivi zinazungumzwa. Inaweza ikawa mitandao ya kijamii zinafanya zungumzo zaidi kwa wewe ulivyocheza na kipindi hiki. Kipi kipindi ambacho unahisi kama waamuzi na changamoto zimekuwa ni nyingi sana kipindi hiki au zamani? Uh, kwanza Uh, vipindi vyote vilikuwa vina tatizo, uh, lakini uh, uh, ligi ilikuwa tofauti kwa sababu sisi tulikuwa hatuonekani, uh, labda tutakapokwenda tunakuwa tunakwenda nje huko kucheza mechi za kimataifa, kidogo tulikuwa tunaonekana. Lakini sasa hivi kila mtu anaona, kwa hiyo nafikiri ni muda sasa wa chama cha mpira, chama cha marefari, bodi ya ligi kuwa na mikakati maalum ya kupunguza hayo matatizo ambayo yapo kwa, kwa sehemu zote, kwanza kufata kanuni ambazo wanajiwekea wao wenyewe pale timu ambapo inapokiuka taratibu, kwa hiyo wanyoke, kwa maana ya kwamba wafanya maamuzi kwa kupitia au kwa mujibu wa kanuni zao zao na taratibu zao. Hii itasaidia sana, lakini kwa upande wa chama cha marefa wanapata lawama nyingi sana, e, pamoja na kwamba hatuna biara mpaka hivi sasa katika ligi yetu, lakini ni moja ya ligi bora. Lakini naona kwa mwenendo huu ambao unakwenda, kila mechi marefari wanafanya makosa, lakini hawa hawabadiliki. Hawa kusema kweli, inapunguza ule utamu na burudani ya soka, lakini vile yes. vile nadhani itakuwa itapunguza hata ule ubora wetu kama ambavyo e, umetangazwa katika bara letu la Afrika kwamba ni ligi ya nne yes. Kwa hiyo mi nafikiri ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kipindi ambacho vyombo vyote hivyo vijitathmini na kujirekebisha, ili pasote, pasitokee hayo matatizo yanayotokea kwa mfano tulikuwa tunaambiwa kwamba wachezaji lazima tujitahidi tucheze, ili tupate nafasi ya kucheza national team, tupate nafasi ya kutoka kucheza nje. Lakini ukiangalia hata marefari nao wanapaswa kuwa hivyo, kwa sababu wao ndio waamuzi. Wanapochezesha vibaya, wanaharibu ule utamu wa ligi, wanaharibu kupata bingwa anayestahili kupata ubingwa wake, lakini pia wanajiharibia hata wao kwa sababu nao wanahitaka kutoka kwa sababu watu kuna ndaira jige wanakwenda kuchezea mechi za mataifa. Kwa hiyo na, na wao wawe na, na wanasema wao na, na, wawe na, na, na hamu hiyo ya ku, ya, ya ku, ya kufika mbali katika, katika urefari wao lakini wasichezeshe tu kwa kuchezeshwa, unajua kuna kucheza mm. na sasa kuna TV, kwa nini wasiangalie wasio na marudio, wanaziangalia zile mechi ambazo wamechezesha, ili ziwatume kujirekebisha pale ambapo umekosea, kwa sababu hata wachezaji ndivyo wanavyofanya. Tunapofundisha wachezaji, tunawataka baadaye waangalie namna walivyocheza, namna walivyofanya makosa, namna walivyocheza vizuri. Yale ndio maendeleo hasa ya kuweza kumfanya refari akawa refari mkubwa, na matokeo yake atatengeneza, ataacha alama hata pale ambapo ataacha urefari wake. kwa hiyo hata tukija kwenye bodi ya ligi, chama cha mpira lazima kisimame katika miongozo ambayo imejiwekea. Wakifanya hivyo sehemu zote hizo, naamini kwamba ligi yetu itaendelea kuwa bora na inaweza hata ikapanda katika ngazi hizo za za, za, za za levo za Kiafrika. Kwenye levo ya kuibua vipaji tunaona academy nyingi, campaign nyingi sana, walimu pia wapo wengi sana. Inaweza ikawa walimu wa makocha ma, wa, walimu wa marefa ni wachache kama ulivyokuwa wingi wa makocha wa mpira wa miguu, ndio maana makosa yanaendelea kuwepo ukisema hivyo kwamba kuna, kuna, ma, kuna makocha au ma instructor wanaofundisha wanaotoa kozi za marefu kwamba ni wachache, hapana. Anaweza kawa mtu mmoja tu, lakini akafundisha watu mia mbili. Cha muhimu ni, ku, ni kufata taratibu na miongozo ambayo wanawekewa kufata sheria zile kumi na saba za soka, lakini kuwa na ile integrity. Yani lazima uwe na ule unyofu yes, kitu ambacho kitakuongoza kuchezesha kwa haki. Eh, ndio maana katika bendera za za za za za FIFA kuna ile rangi ya ya ya fair play, kwamba fair play si kwa mchezaji tu, fair play pia ni kwa marefari. Kwa hiyo nadhani wanapaswa kubadilika, kwa sababu kifupi sana, ligi inaelekea kuisha, kumalizika. Simba mbakisha michezo mitatu, Yanga mbakisha michezo mitatu, tukichanganya pamoja na dabi. Uh, nini mtazamo wako kwenye ligi ya msimu huu ukifananisha na ligi ya misimu kadhaa huko nyuma? Msimu um, huu una changamoto nyingi kusema kweli, uh, kama hizo ambazo tumetaja za waamuzi, pamoja na kwamba miaka mingi bado kuna kuna, kuna tokea lawama za kuwalaumu waamuzi, lakini safari hii kama imekuwa too much, imezidi kiasi kiflani hivi kulinganisha na miaka mingine. Kwa hiyo kwa ushindani timbili, wa hizi timu mbili tukumbuke kwamba wanatofautiana katika pointi moja. Yes. E, na ukiangalia kila timu ina lazima jizatiti isipoteze pointi Uh, Yanga na nafasi kubwa zaidi pamoja kwa na kwamba kuna hizo changamoto hatujui, uh, hata katika hiyo mechi ambayo wanatakiwa kucheza itakuwaje, lakini ni, ni mchuano mkali kati ya Simba na Yanga kwa sababu ya upishano wa pointi moja. Mtu anavunja kanuni alafu anakubaliwa. Alafu hao hao bodi ya ligi tena wapange tarehe nyingine mechi ichezwe. Kwa hiyo mimi rai yangu kusema kweli sitaki kuingilia mgogoro huo lakini, kwa uh, kila, kila mtu afuate taratibu zilizowekwa kwa sababu uh, kila, kila kila ligi ina taratibu zake na miongozo yake. Hiyo ndio neno ambalo naweza kumwambia katika vilabu hivi vya Yanga na Simba pamoja na bodi ya ligi. Kama bodi ya ligi ingekuwa imefata kanuni katika ule utaratibu baada ya ile, ile, ile, ile, ile, ile mechi kuahirishwa, pale ndipo palipoleta shida. Kwa hiyo nimewataka kunde hapa kwamba kila mtu afanye kazi yake kama inavyomwongoza ili hatimaye pasitokee matatizo kama haya. Ningekuwa mimi mtu wa bodi ya ligi ile jambo limetokea, ningeangalia tu kanuni zangu zinasemaje alafu na kutoa maamuzi, lakini kusema unaahirisha tu ghafla, wakati kuna maandalizi makubwa. Tukumbuke dabi ina maandalizi makubwa sana, pesa nyingi zinapotea. Lakini, tukumbuke pia, kuna watanzania wengi walisafiri kutoka mikoa kuja kuona dabi. Kuna watu wametoka Nairobi, kuna watu wametoka Zambia, kuna watu wametoka maeneo mbalimbali ya nchi, nje ya nchi, wamefika pale. Kwa nini? Kwa nini hawakuona hilo? Mimi nafikiri hii iwe kama fundisho kwao, kuona kwamba jamani, itakapotokea tena mtu yote haya bila kuangalia unazi na vitu vingine. Ni, ah, ni, ni, ni, ni kuwaomba pia na, na wapenzi wawe wastaarabu wa katika tunapoingia kwenye mechi hasa hawa mahasimu Yanga na Simba, kwa sababu tunaona juzi mashabiki wa Yanga wamepigwa katika fainali ile ya ya, ya ya, shirikisho pale yes. pale pale, pale Zanzibar katika uwanja wa Amani. Kwa hiyo ile pia inatupa inaleta taswira mbaya katika nchi yetu, kwa sababu wote ni wa Tanzania, lakini tuna mapenzi ya hivi vilabu vikubwa, si kuona sababu ya mashabiki wa Simba kuwapiga eh, mashabiki wa Yanga inaonyesha mfano mbaya kwa, kwa jamii lakini hata kwa mataifa mbalimbali ambao wana, wanashiriki wana kuona fainali kama ile. Tukumbuke ile fainali iliangaliwa sana na watu, na, na watu wengi duniani lakini hata pale, pale Unguja pia uliona kuna wazungu walikuwa wengi ambao wanakuja kwa katika mambo ya utalii. Kwa hiyo haileti picha nzuri kabisa, kwa sababu sisi sote ni Watanzania, tunatofautiana itikadi za hizi timu. Kwa hiyo tusifike huko, hilo ndio ombi langu kwa Watanzania kwa sababu tulionyesha mfano mbaya kweli, kusema kweli katika mechi ile ya juzi ya e, Simba na rais bartani. Kikubwa kikubwa mimi nadhani ni kufata kanuni tu, klabu zifate kanuni zilizowekwa, lakini vile vile bodi ya ligi ifate kanuni ilizojiwekea kwa sababu kila klabu inazo hizo kanuni. Yes, huyo ni kocha Chambua ameeleza mambo mengi sana kwa undani kwa kina kabisa. Kama wewe mdau wa soka, naamini umepata vitu vingi vya kujifunza. Cha msingi kanuni na utaratibu unapaswa kufata kwenye maisha ya kawaida. Mi naitwa Pide Kindosko, director Ans alikuwa nyuma ya kamera.